Wakazi wa mji wa Kitengela na viunga vyake wanalalamikia kile wanachokitaja kuwa ongezeko la uuzaji na utumizi wa pombe haramu kwenye maeneo ya makazi. Wakazi hao wanasema biashara isiyodhibitiwa ya pombe haramu ikiwemo busaa, chang'aa na vileo ghushi imekithiri kwenye mitaa ya Noonkopir na Kyangombe. Wanawataka maafisa wa usalama kuchukua hatua kukomesha biashara hiyo laghai. Na nam mtazamaji tu, tuangalie jinsi taarifa hiyo inavyosimuliwa. Jamii huko Kitengela inasema mamia ya wakazi, vijana kwa wazee, wanatumia muda wao mwingi kwenye vibanda vya uzaji pombe haramu ambavyo hufunguliwa mchana na usiku, hali ambayo imebadilisha mitaa ambayo awali ilikuwa tulivu kuwa ngome za ulevi. Watu wanakufa na pombe, vijana wetu wanakufa. Tunataka kuona vitendo. Kwa nini? Kwa sababu watoto wetu wanaumia, vijana wetu wanaumia Wanaumia, ya pesa, Kamishna wa kaunti ya Kajiado James Tari, tayari tayari ametoa tahadhari kali kwa watayarishaji na wasambazaji wa pombe haramu huku maafisa wa usalama wakiagizwa kuimarisha operesheni za kukomesha biashara hiyo haramu. Iko traditional blue ambayo umeomba ruhusa uweze ceremony. Kama unauzia o tukombelizi, hiyo ni makosa. Hayo ni kuvunja sheria. So I want to put your notice itakuwa na wewe. Kwingineko, vita dhidi ya pombe haramu katika kaunti ya Nandi vimeimarishwa huku maafisa wa usalama wakianzisha hatua za kukabiliana na kero hilo kabla ya msimu wa sikukuu. Naibu kamishna wa eneo la Nandi ya Kati, Alfred Jilo, amesema operesheni na uangalizi zitaimarishwa ili kukabiliana na uraibu wa pombe haramu. Aliwatahadharisha wazee wa jamii dhidi ya kuhimiza unywaji pombe ya kitamaduni wakati wa sherehe za kuatia wavulana jandoni, akiwataka badala yake kuhimiza maadili mema na nidhamu miongoni mwa vijana. Kwa nini basi sisi tunabugia pombe, tunakunywa mpaka tunapindukia, hatujielewi? Tuko Kenya huru, tunaelewa uko na uhuru ya kukunywa kitu chochote unachopenda, lakini pia tukumbuke kwamba kitu chochote unachofanya kupita kiasi hata Biblia imesema ni dhambi. So Jilo alionya kwamba watakaovunja sheria kuhusu uuzaji wa pombe haramu watachukuliwa hatua kali. Jacqueline Masharia, Kurunzi, Mashinani.